Sitati mwathiriwa wa, wa maandamano ya jenzi ilifanya sherehe ya kumkumbuka mwanao aliyepigwa risasi Juni 25 katika jiji kuu la Nairobi wakitaja machungu wanaoendelea kupitia mwaka mmoja baada ya kifo cha mwanao mtutu wa bunduki. Nimetengesha kitu kidogo kama chai, e, na wenzangu wale ambao mnaona hapa nyuma tukisherekea. Japo kwa tunasherekea tarehe ya leo lakini nasherekea kwa machungu sana, hiyo kitu nililia haki. I wish Mr. President angekuwa karibu ningemwambia uchungu wangu wote asikie. Najua alifanya vibaya, kupea tu ruhusa maaskari kuua watoto. Yo Kulingana na familia hii hawakuwa na uwezo wa kusafiri jijini Nairobi kujiunga na maelfu ya vijana na familia zingine kushiriki maandamano ya ukumbusho wa waathiriwa wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, kutokana na ukosefu wa fedha. Ningepata nafasi ningeenda mimi, kwa vile sina fea, sina chochote, lakini hata hiyo kitu tumeiona kwa TV nilikuwa natamani nikuwe hapo. mm. pia mmoja wow. wao, for me sijafika Nairobi, lakini naweza sema kwa roho yangu mwenyewe niko kama mwenye niko Nairobi. Juu juu kitu vijana wanafanya hapo nje ni kitu ya ukweli, na wote wanalilia justice yenye, pia si tunaitafuta hiyo justice ya. Ningepata nafasi hata mi mwenyewe ningefika huko Nairobi kupigania hiyo haki na ukweli kwa kifo ya ndugu yangu katika uwanja wa shule ya msingi ya Buko, mamia ya vijana walishiriki michuano ya soka kwa ukumbusho wa Wilson Sitati, aliyekuwa mmoja wao, huku mamia ya vijana wakijumuika katika mji wa Kimilili kushiriki maandamano ya leo. Nikiripoti kiripotia Kurunzi, mimi ni Brenda Korir. Tuko tu hapa kwa uwanja, tunaandamania hapa hivi sisi hapa, watu hapa karibu na wili kama kichana wetu. Hatuchakuwa na uwezo wa kufika na Nairobi, lakini tumecharibu juu chini mi ningewasi vijana wote because he was a footballer. Tukuja tuandamania hapa kwa uwanja, njia moja kumaanisha tuko kimoja, pahali penye alienda. Leo hii sasa, kama Jenzi, nitumeamua ni kutembea na tumeona hii nchi yetu tunaumia sana. Watoto wetu wanauliwa, watoto wetu wanauliwa, kila mtu anauliwa na tunako haki yoyote, hakuna justice yenye inafanyika. Tumefanya maandamano yetu hii Kimilili kwa siku ya leo, ilikuwa siku ambayo ni siku pekee yake ambayo tuko nayo kama vijana, kumbuka wenzetu ambao walikufa.